Si matusi bali, tukiangalia maandamano ya Kenya na maandamano ya Watanzania. Okay, tukiangalia chanzo ya maandamano ni election. Tukikuja kuangalia uchaguzi ya Kenya, Kenya kama Raila Amolo Odinga ameibiwa mara mingi sana na anaambiwa simama, na mwenzake anasimama na yeye anaibiwa na Tanzania, dunia mzima, sijawahi kuangalia mahali president anasimama dini yake peke yake, anaenda kwa uchaguzi, kwa uchaguzi anashika opponent yake yote anafunga. Hiyo ndio tunasema, jameni, masomo ni kitu ya muhimu. Aya namba mbili, tukuje kuangalia Kenya. Sisi ndio tumeandamana mara mingi sana, na maandamano yetu kama ya juzi ya GNC walienda specific kwa bunge, kwa sababu bunge ndio ilipitisha miswada tata ambayo silileta fujo. Unaona hii watu walikuwa wanataka kuchoma hiyo bunge na mahakama ambayo silipitisha hizo vitu. Unaona hiyo hapo lazima chanzo ya hiyo maandamano na nyinyi Tanzania, mumeingia tu hivi mnachoma mabasi mnachoma, sio ofisi ya nini, mnachoma kila kitu. Sasa ukichoma kama mabasi hiyo basi sime simeajiri watu wangapi? Ukichoma paka maduka, sasa maduka mtaajiriwa wapi? Mnaharibu nyinyi wenyewe ajira yenu mkichoma kila kitu. Okay, kweli mnaweza kusema mko na hasira, mnachoma kila kitu. Baada ya hapo mtaajiriwa wapi sasa? Kenya, sisi tukifanya maandamano tunachoma matairi na tunapigana na mapolisi, tia gas na mawe, tia gas na mawe na nyinyi mnang'ang'ana kuchoma mali za watu jamani, unakuja kupata gari ya TV8 mtu amepake pale, unachoma sijui magari gani, unachoma sijui nini unachoma. Hiyo ndio tunasema tofauti ya Kenya na Tanzania ni elimu. Nyinyi mnafanya maandamano ya kipumbavu. Hiyo maandamano kama ni Suluhu amewaudhi nyinyi, mungeenda direct mungaenda kupambana na yeye huko hmm. Sasa nyinyi mna mnachoma inji yenu kiujinga, haiendangi hivyo. Masomo ni kitu ya maana.